Mtazamaji wa Tanzania ITV hujambo, kabla ya taarifa hizi, na kuomba ukaweze kupofia kitufe ambacho kipo uh, chini mwa kanda hii ambacho kimeandikwa subscribe, ili kuwa subscribed. Kwa hivyo na kuomba tu chukue sekunde moja, upofi ama upenyeze button ya subscribe na kuna kengele hapo kando, na kuomba ukaweze kukiwasha ili wakati tunapochapisha habari utakuwa wa kwanza kuzijua, na ukumbuke, usisahau kupofi ama kuponyeza kitufe ama alama ya like katika mtandao wa Tanzania ITV. Karibu ili nikufahamishe mengi zaidi, vile nimeweza kukuandalia aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni mtangulizi baada ya John Pombe Magufuli ambaye aliweza kututangulia mbele za haki, alistaafu. Lakini Jakaya Mrisho Kikwete ameshambuliwa ama amevamiwa ghafla na wa Tanzania. Kwa kanda hii nitakuonyesha peupe vile amevamiwa na kwa nini Watanzania wameamua kumvamia. Juzi Jakaya Mrisho Kikwete alienda katika uzinduzi ama kuzindua jengo la afisi ya uhamiaji na makazi ya askari lililopo wilayani Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba ikiwa ni sehemu ya sehemu za maadhimisho ya sherehe za miaka sitini na miwili ya mapinduzi akule Zanzibar, na siku ya Alhamisi alikuwa na Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Tanzania, na wakazindua jengo la taaluma na utawala na bweni la wanafunzi la chuo kikuu cha Dar es Salaam taasisi ya sayansi na bahari buya Zanzibar. Sasa vile amekuwa akitembea moja kwa moja akizindua miradi ya serikali akiwa na rais Samia Suluhu Hassan, mara nyingine anaenda peke yake. Sasa ameshambuliwa ama amevamiwa na Watanzania kwa kumuuliza cheo chake ni kipi katika serikali ya Samia Suluhu Hassan, ili hali sisi wa Tanzania tunajua aliweza kustaafu. Hata mimi wakati nabeberusha matangazo haya kutoka Mbeya, najua wakati mmoja Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa rais wetu, wakati tunapomwona akiwa Zanzibar akiwa Tarime akiwa Mwanza akiwa Dar es Salaam akizindua miradi ya maendeleo akiwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mara nyingine anaenda peke yake pasipokuwa na Samia, anamtuma anaenda kuzindua miradi ya maendeleo. Swali tunajiuliza sisi Watanzania, kazi yake ni ipi? Ndio maana katika mitandao ya kijamii Watanzania wameamua kumshambulia kwa kuuliza cheo chake ni kipi katika serikali, kwa sababu tunamjua kama mtu ama mwanasiasa ama kiongozi ambaye aliweza kustaafu. Hii inaonyesha wazi kwamba Samia Suluhu Hassan anamtumia sana Jakaya Mrisho Kikwete na Jakaya Mrisho Kikwete anakubali kutumika sana, na Jakaya Mrisho Kikwete hataki kutoka serikalini. Jakaya Mrisho Kikwete anataka kuendelea kupenefiti katika serikali ya sasa licha ya yeye kustaafu. Haya mambo Kulingana na Watanzania wanasema ni kinyume na sheria ambazo zinaongoza katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo miradi mingine inastahili kufunguliwa ama kuanzishwa ama kuzinduliwa, ikiwa Samia Suluhu Hassan hana nafasi, yule ambaye anachukua mamlaka ya kuzindua miradi ni yule ambaye ni msaidizi wake, ambaye ni Emmanuel Nchimbi, wala sio Uh, Jakaya Mrisho Kikwete. Tuko na waziri mkuu ambaye anamumunya hela zetu kama mshahara kila mwezi ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba. Si aende azindue miradi hii ya maendeleo. Mbona Jakaya Mrisho Kikwete anatumika sana katika uzinduzi wa miradi ya maendeleo, majengo mbalimbali pasipokuwa na viongozi hao wengine. Sasa tunajiuliza swali, kodi ambayo tunalipishwa inawalipa Nchimbi, inawalipa Rais Samia Suluhu Hassan, inawalipa Emmanuel Nchimbi na Mwigulu Nchemba, kazi yao ni gani? Wakati tunaona Jakaya Mrisho Kikwete, nani anamfadhili Jakaya Mrisho Kikwete? Ni kodi ile ambayo tunatoa ndio. Watanzania wanaendelea kuuliza maswali uongozi wa sasa ambao ni wa Samia Suluhu Hassan uko na maswali mengi ambayo sasa hayawezi kujibishwa kwa kile ambacho, ukiuliza serikali, lazima utakujiwa na huenda utachukuliwa hatua kali za kisheria, kwa sababu jeshi la polisi kazi yao ndio hiyo. Ukikamatwa utakiona cha mtema kuni, ikiwa utalenga kuuliza maswali ambayo hayana majibu katika serikali ya sasa, kwa sababu ukionekana ukikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, hapo ndio mwisho ama yaani mwanzo wa kuanza kufuatiliwa. Polepole pole Humphrey, kufikia sasa hajulikani alipo, hatujui na vile tunajua ni ukweli halisi. Mzazi alikuwa anaonekana analia, na mzazi ndiye aliweza kumzaa Polepole, na wakati mzazi amemzaa ama amejifungua mtoto, angependa kumwona vile anakuwa katika maisha yake. Ndio maana wanasema ya kwamba mzazi ndiye anasaini cheti wakati mtoto anazaliwa, na mtoto anastahili kuishi ili asaini cheti cha mzazi wakati anaaga dunia. Mzazi anamnunulia vazi la kwanza mtoto wake na mtoto huyo akiwa mkubwa, baada ya mzazi kuaga dunia, atamnunulia mzazi nguo yake ya mwisho. Mzazi angependa kuona mtoto akiendelea na maisha, lakini sasa imekuwa kinyume. Hatujui polepole yu wapi Humphrey, ambaye ni mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani. Kwa hivyo, taswira kamili haswa kwa uongozi wa Tanzania hauna majibu. Ndio maana wengi wakasema serikali ya Tanzania sasa hivi ni patili na uchaguzi unastahili kurudiwa. Vile baadhi ya wanasheria wa haki za kibinadamu wameweza kuishitaki kuhi, serikali ya Samia Suluhu Hassan katika mahakama ya Arusha na kuomba iweze kufutiliwa mbali, uchaguzi mpya uweze kuandaliwa, Wabunge waende nyumbani, Samia aende nyumbani, madiwani waende nyumbani, uchaguzi ukaweze kufanywa upya, kwa sababu inasemekana uchaguzi uliopita haukuwa wa njia ya halali. Jakaya Ja Mrisho Kikwete alistaafu, lakini kazi ambayo anaifanya inastahili kufanywa na Samia Suluhu Hassan, Imanuel Nchimbi na waziri mkuu Mwigulu Nchemba, ni swali ambalo halina majibu kufikia sasa. Natamatishia hapo, lakini nakuomba ikiwa wewe ni mgeni na ukiangalia hauja subscribe, chukua sekunde moja ili uweze kupofya ama kuponyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa wakati tunapochapisha taarifa hizo katika uh, mtandao wetu wa Tanzania ITV na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana, tukutane baadaye.